Naam, bwana moja kati ya vitu ambavyo vimehapa ni bwana, ni hii issue hapa ambayo tumeona leo picha pamoja na videos ambazo zimesambaa huko mtandaoni, Diamond Platnumz akiwa anaoa, na ni kitu ambacho watu wengi sana walikuwa wanabeza kwa muda mrefu kwamba Diamond hawezi akafanya kitu kama hicho, yani hawezi kuja kuoa kwa sababu hajawahi kuonyesha kwamba anania au ana mpango wa kuoa anytime soon. Lakini Diamond amekuja kwa surprise watu wengi sana, baada ya jambo hilo la ndoa kati yake yeye na mwanadada, ambapo inaonekana hapa kwamba huyu anayemuoa bwana ni Zuchu, kutokana na baadhi ya comments ambazo zimejitokeza. Nataka hapa nikusomee baadhi ya comment ambazo tumekutana nazo baada ya Diamond kuposti hivyo eh, dakika nusu saa iliyopita. Kwa mfano, kuna huyu hapa anaitwa Dalali, ameandika kwamba bwana ndoa ya mwezi mmoja tu wechibu kuna huyu hapa Eliudi amesema kwamba karibu kwenye chama kaka. Ee, Raul anasema kwamba hata mimi mwenyewe pia nilishawahi kuoa kimya kimya, anayejua ni, ni, ni jamaa. Hii ni bonge moja la tukio haya. Sasa michepuko mke halali mmeshamuona, mmeona bwana eh, watu huko wameshaanza kutupiana vijembe kwamba michepuko ya Diamond wanata, wanatakiwa wafahamu kwamba mke halali ndo huyo sasa. Mmemuona, Sevia anasema kwamba bwana, huyu mganga wa mara hii wa Zuchu anaweza kweli kweli, na anaweza kumtoa lisu jela. Baba Levo amekuja hapa ameweka comment za moto moto. Rushai anasema kwamba bwana, mbona bi harusi mbona biarusi hena hena, ameandika hivyo Rushaina. Uh, huyu hapa Zuchu anasema kwamba bwana, kiukweli siamini mez, nimezimia mara tano mm? <laughs> Maexi watakula wapi jamani, kuna mtu ameandika hivyo. So kwa kifupi ni kwamba hapa inavyoonyesha, baadhi ya watu wengi sana nimeona hapa wameandika mashallah mashallah, wamefurahi na wamempapia hongera Zuura. Kwa mfano kama huyu hapa, anaitwa Nessa Collection amesema kwamba mashallah, nimefurahi na nampa hongera Zuura, mimi kuanzia leo ni mama mdogo, umeona. Kwa hiyo watu wengi sana wameshaelewa kwamba huyu anayeolewa hapa bwana, kumbe ni Zuchu. Naona bwana eh? Kwa hiyo comment ni nyingi, wadau wamekuja kuweka maoni yao baada ya kugundua kwamba anayeolewa ni Zuchu kwa sababu shekhe hapa ambaye anafungisha ndoa kuna muda hapa alitaja jina la Zuhura <tipos> ya yeah. So hapo nadhani umesikia Sheikh alikuwa anamwambia Diamond aseme kwamba nimekubali kumooa Zuhura Osman kwa mahari yake tuliyokubaliana, which means kwamba Zuhura ni jina la bibie Zuchu. Kwa hiyo Diamond amemuoa Zuchu, na hayo ndo maoni ya wadau. Ukiwa kama mdau na wewe pia, una maoni gani? Weka maoni yako katika comment section katikatukao, tukisoma na kureply kila comment, na pia subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.